Kona za giza katika kurasa za historia zilizofunikwa na vumbi la siri, katika sauti zilizoongea usiku wa manane, zipo simulizi ambazo hazijasimuliwa, zipo hadithi ukizisikia hutabaki kama ulivyo. Has been karibu by US kwenye ulimwengu wa simulizi za kusisimua. Hii ni Stori Moja ya Crown TV. Katika ulimwengu huu wa sasa, matumizi ya akili bandia au kwa Kiswahili fasaha akili mnemba maarufu AI yameanza kupenya katika kila eneo hasa katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yalihusishwa na mambo ya kiroho. Barani Ulaya kuna ongezeko la matumizi ya AI katika nyanja mbalimbali kama ilivyo kokote duniani, na sasa katika huduma za kidini, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya teknolojia katika imani za watu. Stori Moja leo inaangazia jinsi waumini wanavyoanza kuondoa imani zao kwa wachungaji na walimu wa dini na kuhamishia imani zao kwa kiasi kikubwa kwenye matumizi ya teknolojia, hasa ya AI, tukiangazia kwa kina uzuri na athari zake kwa kizazi hiki na kuchunguza kwa undani zaidi ni nani hasa aliyeuanzisha mwelekeo huu wa kipekee na wa kutaajabisha. Mapema mnamo mwaka 2023 huduma ya kwanza ya ibada iliyoongozwa na AI ilifanyika katika kanisa la St Paul Furth huko nchini Ujerumani. Huduma hiyo ilitengenezwa kwa kutumia program ya ChatGPT, ambayo iliunda mahubiri, sala na nyimbo zilizotolewa mbele ya waumini zaidi ya mia tatu. Lengo lilikuwa ni kuchunguza jinsi teknolojia inavyoweza kuunganishwa katika ibada za kidini. Mafanikio ya jaribio hilo yalifungua milango kwa makanisa mengine barani Ulaya kuanza kufikiria njia za kutumia AI kuboresha huduma za namna ya kufanya ibada zao kwa kile kilichoonekana kufanywa na kanisa la St Paul Fyuth. Mwaka mmoja baadaye, kanisa la Mtakatifu Petro huko Lusen nchini Uswisi lilizindua mradi wa Deus in Machina, yenye maana ya Mungu ndani ya mashine. Mradi huu ulijumuisha AI iliyojulikana kama Yesu wa AI, iliyowekwa katika kibanda cha maungamo. Hologramu hiyo ya AI iliwapa waumini nafasi ya kuungama dhambi zao na kupokea ushauri wa kiroho. Ingawa baadhi ya watu waliona uzoefu huu kama wa kipekee na wa kiroho, wengine waliona ni mbinu ya kisanii tu isiyoweza kufikia undani wa mahitaji ya kiroho ya kibinadamu. Mabadiliko haya ya imani yaliyopelekea waumini kujielekeza kuabudu kupitia AI yanadaiwa kuwa yanachangiwa na sababu kadhaa ikiwemo waumini kudai kuwa AI inatoa ufumbuzi wa haraka na usio wa kibaguzi, tofauti na wachungaji wa asili ambao wanadaiwa kuwa na kasumba za hulka za kibinadamu zinazochangia baadhi ya wachungaji kuwa na upendeleo, wivu au chuki kwa waumini wao. Sehemu ya waumini hao wanaamini kuwa AI haihukumu wala kuwa na upendeleo wa kijamii, wa kijinsia au wa kikabila. Waumini wanapenda kupata ushauri wa moja kwa moja unaotegemea mantiki bila upendeleo wa kibinadamu. Pili, kizazi kipya cha waumini kinaonekana kuvutiwa zaidi na teknolojia kuliko imani za jadi. Inaelezwa kuwa watu wengi hasa vijana wanahisi kuwa AI inaweza kutoa njia mpya za kushiriki imani zao kuliko kitu kingine chochote kile. Kwa mfano AI inaweza kubuni nyimbo za kidini zilizobeba ujumbe maalum au kutoa mahubiri yanayojibu maswali ya waumini papo kwa hapo, pasipo na kufikiria. Kwa upande mwingine, katika dunia yenye changamoto nyingi, AI inaweza kuwa suluhisho la gharama nafuu kwa sababu Kanisa linaweza kupunguza gharama za kuajiri wachungaji kwa kutumia teknolojia inayoweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka au kuhitaji malipo makubwa kama ilivyo kwa wachungaji na watumishi wa kibinadamu. Wakosoaji wa matumizi ya akili mnemba au AI katika makanisa wanaamini kuwa teknolojia hii inaweza kupoteza roho ya imani za kidini kutokana na kuwa dini nyingi zinazingatia mahusiano ya kibinadamu. Huruma na hekima, mambo ambayo AI haiwezi kuyafanikisha kwa undani wa binadamu halisi. Zaidi ya hayo, kuna wasiwasi kuwa AI inaweza kufikia hatua ya kutumiwa kwa njia zisizo sahihi kimaadili, kama vile kutoa mafundisho potofu au kutumiwa kwa maslahi ya kifedha na watu wachache. Kwa upande mwingine wafuasi wa teknolojia hii wanaona kuwa AI ni nyenzo inayoweza kusaidia dini kuendana na nyakati za kisasa. Wanasisitiza kuwa AI inaweza kusaidia makanisa kufikia watu wengi zaidi duniani, hasa wale ambao hawana uwezo wa kuhudhuria ibada za ana kwa ana. Matumizi ya AI makanisani ni ishara ya mabadiliko makubwa mno katika jinsi dini inavyoshirikiana na teknolojia. Ingawa kuna faida nyingi zinazoweza kupatikana kama vile ufikiaji mpana na ufanisi wa gharama, changamoto za kimaadili na za kibinadamu vile vile ambazo haziwezi kupuuzwa. Swali kubwa linabaki ni jinsi makanisa na jamii za kidini zitakavyopata uwiano kati ya kutumia teknolojia hii mpya na kudumisha maadili na imani zao za msingi. Kwa sasa, AI inaendelea kubadilisha mazingira ya kidini ikitoa changamoto za fursa mpya kwa kizazi hiki kilichopachikwa jina la Gen Z. Dini nyingi zimekubaliana kwamba teknolojia inaweza kuwa baraka au laana kulingana na jinsi inavyotumika. Kwa hivyo matumizi ya AI katika muktadha wa imani yanaweza kuchukuliwa kuwa sehemu ya mabadiliko yanayokuja, lakini maadili na imani zinabaki kuwa msingi wa maamuzi hayo. Ingawa hakuna maandiko ya moja kwa moja kuhusu AI, watu wa imani za dini wanahimizwa kutumia hekima, maadili na uongozi wa kiroho kuamua jinsi ya kuingiza teknolojia kama AI katika maisha yao. Pamoja na mengi yanayotajwa kuwa ni sehemu ya faida za ujio wa teknolojia ya AI, lakini yapo mengi yanayotazamiwa kama sehemu kubwa ya athari za ujio wa teknolojia hii iliyojizolea umaarufu mkubwa duniani kote. Sehemu ya athari hizo ni pamoja na kupotea kwa uhalisia wa kibinadamu kwa sababu teknolojia hii hata iwe na uwezo mkubwa wa namna gani, kuna pahala inafikia kukosa sifa na haiwezi kuelewa kabisa muktadha wa kihisia na kiroho wa sawa na binadamu wa kawaida. Hii inainyima sifa AI kuwa sehemu ya msaada wa dhati wa kiroho. Kwa upande mwingine AI inaweza kupunguza mwingiliano wa kijamii miongoni mwa waumini wa dini zenye kuhusiana nayo ambao ni kipengele muhimu cha ibada za jadi. Masuala ya maadili na matumizi ya AI katika muktadha wa kidini yanaibua maswali kuhusu maadili kama vile nani anawajibika ikiwa AI itatoa ushauri mbaya au usiofaa. Inaelezwa kupoteza uaminifu kwa wachungaji kadri watu wanavyozidi kuamini AI nafasi ya wa wachungaji wa jadi inaendelea kupungua kila uchao, jambo ambalo linaweza kuathiri utendaji wa makanisa kutokana na kukosa uhalisia wa uwepo wa binadamu halisi. Hii ni Stori Moja. Mimi ni ndugu yako wa karibu Haroun Tambwe. Hii ni Stori Moja ya Crown TV. Hmm, ngoma inogile. Usikosi kuangalia stori moja kila siku ya Jumatano saa mbili kamili usiku, na marudio ni kila siku ya Alhamis saa sita na nusu mchana na Jumamosi saa nane kamili mchana, hapa Crown TV.